Tukisonga mbele, polisi katika kaunti ya Kwale wamewakamata washukiwa 120 wanaohusishwa na genge la uhalifu la Panga Boys. Washukiwa hao wamekuwa wakiwahangaisha wakazi wa Diani na wametiwa mbaroni baada ya msako mkali wa juma moja. Kwingineko, bawabu mwenye umri wa miaka sabini aliuawa na watu wasiojulikana mjini Homa Bay, tukio ambalo limeibua wasiwasi miongoni mwa wakazi. Mwendazake alishambuliwa alfajiri ya Jumamosi kwenye jumba moja la kibiashara alipokuwa akihudumu. Video hii inaonyesha genge la vijana ambalo limekuwa likiwahangaisha wakazi wa Diani. Washukiwa hawa walinaswa na kufikishwa mahakamani baada ya kusakwa kwa takriban muda wa wiki moja. Sitini na watatu kati yao wamefikishwa mahakamani huku polisi wakitaka siku kumi na nne zaidi kuendelea kuwazuilia wengine thelathini na watatu kwa uchunguzi wa kina. Washukiwa wengine 16 na watafikishwa mahakamani Jumanne. Panga zilizodaiwa kutumiwa na genge hilo kutekeleza uhalifu zilitwaliwa wakati wa operesheni hiyo, miongoni mwao misokoto 18 ya bangi na simu kadhaa. Hatutashindwa na wahalifu wachache. Hii wanasemekana vijana wadogo wadogo, tutawaendea hata kwa manyumba zao. Tukiwashika hawa vijana, tunawashika na wazazi wao, na kwa sasa hii kuna wazazi kadhaa tumewashika tutawapeleka kotini. Mtoto ambaye atashikwa na kipanga na kisu na nini, ashikwe pamoja na mzazi wake, na sidhani kama mtakosa, maanake kuna ila accomplice, si ndio? Kila mmoja wenu akae na mtoto wake, kila mmoja wenu ashauri watoto wake, kwa sababu tunapokosa usalama tunakosa uchumi. Huko Homa Bay, bawabu mwenye umri wa miaka sabini aliuawa na majambazi. Mwathiriwa aliyetambuliwa kuwa Harrison Apollo Andika alishambuliwa Jumamosi asubuhi akichunga duka moja la kibiashara. Kulingana na Charles Koilenge, afisa kutoka idara ya upelelezi wa jinai, uchunguzi unaendelea kuhusu kisa hicho. Alifichua kwamba kamera za CCTV zilikuwa zimezimwa wakati wa tukio hilo. Katika eneo la Tigania viongozi wa kidini katika kaunti ya Meru wanataka hatua wa za haraka kuchukuliwa kutokomeza visa vya utovu wa usalama vinavyoongezeka katika eneo hilo. Katika tukio la hivi punde, mmoja wao aliponea chupuchupu baada ya kufyatuliwa risasi kwa ukaribu ambayo iligonga Biblia yake iliyokuwa katika gari lake. Risasi ilipofyatuliwa, sijui hii ni maajabu ya Mungu because hii Biblia ilikuwa hapo kwa dashboard, hapo chini ya karibu na, na, na steering na hiyo risasi iliweza kugonga hii Biblia ikaingia mpaka karibu Ufunuo, unaona, ikagonga mpaka huku ndani na ikatoka ikatokea kwa screen na sio kwa dira ya magwiji.